Heo, mambo vipi? Mambo ni yaje? Ni siku nyingine tena tumekutana ndani ya ghala la burudani. Ni kipindi ambacho kimesheni mambo mengi ambayo yamo ndani ya jamii zetu na tunayaishi, na leo ndani ya ghala la burudani nitazungumzia, ni kikao. Kikao gani? Kinamhusu nini? Nani upo kwenye kikao? Ungana nasi, utaweza kujua ni nini kimesheni ndani ya kikao. Nyumbani kwangu sauti kubwa ni kawaida, lakini siyo sauti ya furaha. Kila siku maneno yanakata kama visu Mara: wewe hufai kitu, umechelewa tena. Nilianza kuamini kuwa labda ni kweli, lakini moyo wangu kitu kiliniambia si sawa. Hii sio mapenzi, hii sio maisha. Leo nimechagua kupaza sauti kwa ajili yangu, kwa ajili ya mtoto wangu, kwa ajili ya kesho iliyo salama. Kuna mtu aliyenisikiliza. Sikuwa peke yangu. Sauti yangu ni mwanzo wa uhuru. Ghala la Burumani, hicho umetoka ukitizama. Ni kikao na ndani. Leo hapa studio, nipo na wageni wangu, tutaweza kuzungumzia nini kimeshaini kime katika kikao wao. Wow, umetizama, lakini pia sisi tutakupatia ufafanuzi zaidi kuhusiana na kikao. Kama nilivyokuambia hapo awali studio, siko peke yangu, nipo na wageni wangu kama unavyowaona. Karibuni ili muweze kujitambulisha. Nitaanza na ladies first. Karibu kwa ajili ya kujitambulisha, mtizamaji aweze kujua nitwa nani na unatokea wapi? Kwa majina naitwa Kurwa Yusuf, natokea Arusha. Sawa, anaitwa Bikurwa, lakini pia mkono wangu mwingine hapa, mkono wa kushoto, nipo na karibu. Mista, ujitambulisha, unaitwa nani na unatokea wapi? Asante so sana. Ase, kwa majina anaitwa YXL Ndela, nadhani sio mgeni sana machoni kwenu.